samaki nchini Kenya la Aquarech ambalo wawezesha wafugaji wa samaki, watengenezaji wa chakula cha samaki, na wafanyabiashara wa samaki kufanya biashara na kujinufaisha, limewawezesha vijana kaunti ya Kakamega kufanya biashara na kuweza kujitegemea. Akizungumza wakati wa kukabidhi rasmi vijana wa kike bidhaa za kutengeneza na kuuza samaki katika kiwanda cha samaki cha Kakamega eneo bunge la Lurambi, kaunti hiyo, afisa Akizungumza wakati wa kukabidhi rasmi vijana wa kike bidhaa za kutengeneza na kuuza samaki katika kiwanda cha samaki cha Kakamega eneo bunge la Lurambi, afisa mkuu wa shirika hilo Dev Okage amesema kuwa wanalenga kuwawezesha vijana kujitegemea kiuchumi is a very critical player in the aquaculture sector and ndio wauzaji wa samaki. Ya pili pia tuko na wakulima ambao tunataka kufanya na wao kitu inaitwa contract farming. Hiyo ndio inaitwa youth in sustainable aquaculture. Tuna cover the entire value chain. So kuanzia leo kusikue na mwana youth yeyote mwenye ameketi hapa ambaye anasema hajapata samaki ama hawezi pata chakula samaki ama hajawekwa kwa contract farming ama hajapata flywheel opportunity. Kila mwana youth ambaye yuko hapa ata anatoka na any of those interventions tunafanya ameongeza ha, kuwa wanapania kufanya pamoja na makundi ya vijana eneo hili la Kakamega na kubadilisha jinsi ya kufanya kilimo cha samaki ili kiweze kuwafaidi wakulima na kuongeza pato katika mifuko ya vijana na wakazi kwa ujumla. Pata kwa 300 square meter pound ni shilingi elfu kumi baada ya miezi 8, elfu kumi baada ya miezi 8, siyo pesa. Sisi hatufanyi kazi na mtu ambaye anataka kufuga samaki kwa 300 square meter pound, lazima ufanye commercial farming kwa 1,000 square meter pound, na ndio kwa maana kama kampuni tukiwa na stakeholders wetu kama Farm Africa through the Mastercard Foundation tumejitahidi ili tuwafanyie pond expansion. Tunaelewa ya kwamba mulianza ufugaji wa samaki kwa ponds ndogo ndogo. Naye afisa mkuu katika wizara ya kilimo Jessica Wesonga akiwahakikishia wakulima wa samaki kuwa serikali ya kaunti ya Kakamega imeweka mikakati na mazingira bora ya ukusaji wa samaki pamoja na soko tayari katika inji za kigeni na test nijue vilizipo. Kwa hivyo sisi Kakamega County tuna feel ni kama ni mwamko mpya kama sio Aquarech hii fishponds tumekuwa nazo mingi sana, lakini tumeona penye zilikuwa zimeanza kudidimia, lakini wamekuja ndani, wameweka maisha kwa hizo fishponds, ndio hawa wamewaleta hapa. Kwa hivyo sisi kama serikali, nikiongea nasema tunataka tupeane environment ambayo itawezesha wewe na wewe kumake sure una thrive kama we ni fama una make sure una thrive. kama vijana wa... wakichangamkia mradi huo na kuwarai wengine kukumbatia ili kutatua tatizo la ukosefu wa ajira nchini. na kwa rais na vijana wengi wataingia kufanya fish farming, mimi naweza ambia vijana, unajua wengi hawajajua, ni vizuri wakikuja wa, wakikuja unajua, watu wako kwenye, wanafanya biashara hii farming ya fish, wanajua benefit yake, lakini wale wanasikia tu kwa masikio wajaona lakini wakiona iko na pesa. Naweza ambia vijana, fish farming iko na pesa. Hii project ya Aquarech ningependa itembee, iende kwa mashinani, mashinani zaidi kule, information ifike kule chini kabisa. Kuna watu wajui kuna projects kama hizi, ifike mbali, vijana pia wajue huko, kuna vijana wana kazi, vijana wengi hakuna kazi, papers ziko lakini hakuna kazi sasa. Nikiripotia habari za TV Magharibi kutoka eneo bunge la Lurambi kaunti ya Kakamega, naitwa Dan Ndunde.